Unaposema miaka imebaki sita mitano na nusu kuelekea sita ya, ya Yesu kutoka katika chumba cha pili cha patakatifu pa patakatifu, maana yake haifiki sita kwa Wasabato, muda umeisha muda umeisha, lazima tuwe tumeupata ushindi kamili wa dhambi au tupotee milele. Upelelezi unaendelea sasa. Tuko kwenye kipindi cha hatari kuliko unavyofikiri cha hatari mno. Bado tunacheza cheza na dhambi kweli? Kipindi hiki mwa Adventista msabato unajiita shabiki kindakindaki wa, wa timu fulani ya mpira kweli? Kipindi hiki bado unang'ang'ana na muvi na tamthilia, bado unang'ang'ana na nyumba ndogo, bado unang'ang'ana na, na ushirikina Eti walinzi katika Sayuni, wachungaji wanapambania madaraka, wanakaa vikao vya kupanga safu za uongozi sasa hivi? Kweli ni nani ametuloga? Kitabu cha Pambano Kuu nabii anasema, tunasimama katika uwanja wa kurogwa na Shetani, na ni hakika Shetani ametupa giza la uchawi wake, kwa Wazabato wamelala usingizi, hawaelewa